Kuelewa vizuri sana Shekh eh, Maulid, naomba nikurudishe katika upande wa watoaji huduma kwa maana ya wanaosomea watu na, ambapo au wa upande wao ndo tumeona vigezo vingi ambavyo wanatakiwa visingatie na ili kujikita katika kutoa huduma hii kwa upande wa anayesomewa tumeona kigezo ni kikubwa, ni kimoja, naweza ukasema ni kichache lakini na ni kizito pia na na kwa sababu imekuwa ni changamoto kwa watu wengi kama ulivyosema yeah, na haswa mtu akishapata mtihani wa maradhi kidogo inakuwa shida <laughs> matibabu ya Qur'ani na Sunna miaka ya hivi karibuni kumeibuka tuseme wimbi kubwa la watu wanasema, dawa za kisunna, tiba ya kisunna. Kujinasibisha kwao kumekuwa hivyo, lakini pengine kinachofanyika sicho. Tumeona hivi vigezo mtu anaweza akavipima, na pengine hivi vigezo wakati mwingine sio vyote ambavyo mgonjwa au anayeiendea ile tiba anaweza akaviona kiasi kwamba ajue moja kwa moja. Kwa, kwa, kwa, kwa uzoefu wako shekhe, katika hili eneo, kwa msaada wa mifano, kwa msaada wa maelezo, mgonjwa anaweza akapima vipi, au kipi kitamuashiria na kumthibitishia moja kwa moja kwamba tiba aliyoiendea ni ya Qur'ani na Sunnah, sababu ya hiki nilichotangulia kukisema, tiba kisuna, ya kisuna, matibabu ya kisuna, dawa za kisuna, wimbi limekuwa kubwa kweli kweli. Lakini ukiziendea wakati mwingine nyingine, ukiziangalia tu, hata wewe ambaye hujui sana hivyo vigezo, ukiviangalia moja kwa moja unapata ile mashaka navyo kidogo. Tunamsaidiaje mgonjwa ili aweze kujithibitishia kwamba nimeenda kwa mtu sahihi lako naam, litajibiwa na uh, mfano utakaotoa. Naam, karibu Shekh. Uh, unajua kawaida ya mwanadamu kila kitu anataka apate kitu bora mm. Ha, hapa, hataki kitu tu, anataka kitu bora, anataka kitu bora. Kwa mfano kama mtu uh, anaumwa ugonjwa wa moyo mm. atamtafuta mtu anahusika na ugonjwa wa moyo mm. tena anauliza kabisa huyu bwana ni bingwa, bingwa, siyo? Tunaelewana. Hey, anaweka kabisa hey, sifa natafuta hey, hey, daktari bingwa. Na, na, na, na, natafuta daktari bingwa. Hata hmm, kama mtu anaenda kununua simu, hmm, anataka simu yenye ubora kabisa. Anataka hivi na nini, kwa hiyo isiyo kwenye matibabu wewe unajitupa tupa tu <laughs> unam... hey, tu ndio eneo nyeti unamsikia na dawa za suna wewe unaenda tu, haiwezekani, lazima umtafute mtu ambaye anta taarifu salahiyatahu, mtu ambaye unamjua kwamba huyu ni mtu mwema. mm. ni shekhe ambaye anakubalika mm. kwa vitendo vyake na akhlaki zake na tabia zake na mwenendo wake wa kiibada mm. lakini ukienda kwa mtu tu, kila unamsikia basi, we wewe unaenda, we wewe unapotea, wewe unapotea, kwa hiyo ili tumsaidie mtu mm. anapotaka kwenda sasa, kwamba anataka akatibie kitabu na Sunna popote pale alipo basi ajitahidi kwenda kwa shekhe ambaye eh, katika eneo lile ni mtu maarufu mm. anajulikana ni mtu mchamungu mm. ni mtu mwenye tabia nzuri mm. ni mtu watu wanamwheshimu. sijui umenielewa yu sasa sana. Yule akisikia kwamba huyu mtu anatibia kwa kitabu na Sunna mm. pale aende atapata matibabu mm. Kwa kuna utafiti kidogo unatakiwa ufanye, lakini tu watu wanakuja tu kwenye uwanja wanakusanya watu mm. Sisi unatibia na kitabu na suna, wana maji wana mafuta wana nini. Hawa watu wewe uwafahamu mm. wametoka wapi ufahamu, hayo maji wamesomea nini ujui mm. wamefanya nini ujui. Sasa hii ndio imekuwa shida. Eneo hilo pia ndio ambalo nilikuwa nataka nije hilo sasa. Watu wewe uwafahamu, mm. wametoka wapi ufahamu, hayo maji wamesomea nini ujui, mm. wamefanya nini ujui. Sasa hii ndio imekuwa imekuwa shida, eneo hilo ndio nilitaka nije. Na kuna watu kwa muonekano wao na kwa sifa zao ni mashekhe, yani sasa, umesema mtu aulizie, aangalie hili kwa sababu kinachowaumiza watu au kinachowaponza mara nyingi ndio kama hivyo tu. Akiangalia anasikia huyu mtu kwanza, jina tu lenyewe limeanziwa na shekhe fulani fulani, na, na shekhe hivi hivi, ustadhi hivi hivi, ni rahisi mtu huyu kuaminika moja kwa moja kwa namna alivyojiweka na alivyojisogeza na dini yetu adhimu ya Uislamu, kwa maana ya kwamba anakuwa kama ameitumia dini ili aweze kufanya matibabu yake hayo anayoyafanya fanya anayoyajua mwenyewe, lakini kwa maana akiona salama kwangu zaidi au kigezo kizuri kitakachonipa watu zaidi, nijivike ili koti ili niweze kufanya hivi. Sasa kwanza, moja, hawa watu una kipi cha kueleza kama nasaha zako kwao? Uh, lakini pili mtu anayefuata matibabu, kuna mbinu nyingine yoyote anayeweza akajithibitishia nje ya hiyo? Kwa sababu wakati mwingine mtu anaridhika, si shekhe huyu ni kweli? Eh, kwa mtu wa kawaida hivi kutambua na kumtofautisha shekhe ambaye ana sifa za uchamungu ni kitu kigumu, kwa sababu hmm. kama ulivyosema watu wengi akitaka jambo lake basi anajivisha ule ushehe. Mm, lakini haya matibabu ni fani, haya matibabu ni fani, ni fani. Ni fani maalum sasa, kama ni fani maalum kuna watu wameamua kuingia na, fani, hiyo, fani hiyo. Nakuelewa vizuri maana pamoja na vile vigezo tulivyovitaja mm, lakini ni, hii ni fani na watu wanasomea mm, watu wanapata vyeti, watu wanafanya hivi sasa mtu wa kawaida kumsaidia kwa, kwa njia nyingine inakuwa ngumu, kwa sababu na yeye wakati mwingine anafata mkumbo, kwamba kuna shekhe fulani amefika hapa, jamani, kuna matibabu haya na haya na. Sasa akisikia shekhe na yeye anafanya nini, na yeye anakwenda. Yaani ile shekhe inakuwa imekinaisha yeye, tayari ameridhika. Mambo ni yale yale niliyozungumza, kwamba mm. asi, asi mm. asikumbwe na huo mkumbo. Mtu yoyote ambaye anaumwa asikumbwe na huo mkumbo, yeye anatakiwa aulize wapi anaweza akapata matibabu sahihi ya Kitabu na Sunna, kwa sababu mm. si kila anayejitangaza kwenye mitandao kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye social media. Mm. kila anayejitangaza ni shehe anatibia kwamba ni kweli ni mtabibu wa kweli ambaye amekidhi vigezo ambavyo tumevitaja hapo awali mm. kwa hiyo yeye anatakiwa aulize, as, asione tu kila mtu kaja, aende kila mtu kaja -ha, hivyo atapotea kwa sababu matibabu yanataka umakini. Mm. Isiwe kila mtu unamrukia. Ah, unaweza ukafanyiwa operesheni ya kichwa wakati unauma goti. <laughs> Unaona bwana, sasa no. Lazima uulize na ujue kwamba huyu shekhe utampata wapi, ufunge safari mwenyewe uende. Mm. Hapo utapata salama, lakini kama ulivyosema, na wenzetu ambao wamejiingiza kwenye matibabu haya wamwogope Allah tabaraka wataala. Mm. kwamba maswala ya tiba ni maswala ya huduma na kama kweli mtu uh, amebobea ame, ame kwenye maswala haya, hawezi kutoka kwenda barabarani wala hawezi kutoka kwenda kwenye viwanja, aseme kwamba mi natafuta wagonjwa mm. Kwa sababu mtu ambaye mwenye fani yake hatafuti, watu watu ndo wanamtafuta yeye, watu wanakuja kwa appointment maalum eh? No. hata mtu kweli aliyesheheni vigezo yeye hatoki mitandaoni wala huwezi kumwona kwenye kiwanja wala huwezi kumwona msikitini anajinadi, ananadi dawa, anafanya nini. Hapana, watu watamtafuta wenyewe, na wengine atawakataa kwa sababu kunakuwa na msongamano wa watu kwake. watu, e, watu watamtafuta kimuona. Kwa hiyo ukimwona hasa kwa asilimia kubwa kwamba mtu anajitangaza mwenyewe huyo, mm. shekhe mtilie mashaka Anawafuata watu yeye mwenyewe, huyo mtu ile mm. mashaka, kwa sababu tabibu ya kweli hamfuati mtu. Na wakati mwingine unaweza wewe ukaja kakuuliza kwamba kakuelekeza nani kwangu. Ni nadra tiba kumfuata mgonjwa, lakini mgonjwa ndo anayefuata si. tiba. Kwa hiyo eh, ni wape nasaha <laughs> wale wagonjwa na wale ambao wanatoka mabarabarani kwenda kuwatafuta hao wagonjwa mm, kwa muogope Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala kwa sababu Leo wapo, kesho watakufa na wataulizwa. Leo wapo, kesho watakufa na wataulizwa. na saha hizo ambazo Shekh Maulid amezitoa kwa wale ambao wanajivisha majoho hayo ya kufanya hizo huduma za matibabu ya kitabu na sunna, wakati uhalisia wake wanafanya vitu tofauti ambavyo wanavijua wao wenyewe. mm-hmm. Shekhe uh, matibabu haya mara nyingi sana swali swali, so, la msingi ambalo nataka nikuulize, matibabu haya ya rukya mara nyingi watu wanayatazama au watu wanayaendea kama tu, unakuta mtu amepatwa amepatwa na masheitani, anasumbuliwa na matatizo haya, ndio sana watu ndo wanayaendea sana. Yaani ruqya imekuwa ikikimbiliwa katika eneo hilo. Swali langu so, la msingi ni kwamba ni kweli rukya hii ndilo eneo pekee la tiba ya rukia hii.